Mshukuru Mwenyezi Mungu utuweka hai na kutwa afya njema ukaweza kukutana hapa kuzungumzia mambo yetu, tulikuwa na utulivu, amani iliyotamalaki katika viso vangu janapena, na ni mshukuru rais wetu mpendwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ndiye kamanda mkuu wa majeshi ya idara maalum za SMZ zaidi, pamoja na watendaji wanaomsaidia. Mwenyezi Mungu awajalie ya maisha marefu yenye afya njema. Napenda niipongeze timu yetu ya kikosi cha kuzuia magendo KMKM Sports Club, hongereni sana, ambayo umetoa mbali, tunalijua hilo unafanya vizuri sana kwenye masuala yako ya mchezo na tutahakikisha pia tunathamini jitihada zako kwa ulipotoka na timu, kwa timu yunayi, kamidaza, kwa, kwa, kwa sababu timu hii nayo miaka mitatu sasa akiwa ulikuwa mchezaji mpaka sasa hivi umekuwa na wewe ni kocha wa timu mara nyingine na wakocha msaidizi, tumpongeze kwa makofi mengi. Pia tumpongeze kocha mkuu mwenyewe kwa makofi mengi. Naomba nikukabidhi milioni mbili ahadi tuliyoitoa na milioni moja ahadi ya mipira. Naomba upokee pesa hizi kutoka Zanzibar Marine and Diving Services. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Mhe upande kwa heshima yako mepokea umepokea kuotisha hii na kujua wewe ni jembe tuko, katika kuishia katika ahadi zako kama tulivyokuamisha ulivyosema hapa pande, na tutaendelea kufanya vizuri katika michezo ijayo.